Eh, bongo flava ni, ni sehemu ya utamaduni wa Lamu. Nikuulize swali kulingana yes, na ufahamu wako ambao uko nao angulini, bongo flava ikawa mila zetu sisi wa amu, yaani yani 45 milioni kwa siku tatu ambapo kuna mambo ya msingi na ya muhimu zaidi yangeweza kuzingatiwa, sisi kama waamu, sisi kama Lamu Kaunti tungekuwa tuko mbali sahii with 45 million eh? Kitu cha kwanza, kitu cha pili, ikiwa nyinyi mna lazima kuleta waimbaji Culture Festival. Kweni sisi waamu hatuna waimbaji hmm? Hatuna vipaji. Ningetarajia nani ya perform pale kule? Ningetarajia mtu kama shirko. Ile Shirko unajua na Walamu amesema kwamba anafil kwamba uh, timu ambayo ilipanga Lamu Festival, Lamu Festival. Uh -huh. uh, kwenye uchaguzi wa wasanii